Vita ya mtu na shetani. Leo tuna kazi moja ya kwenda kuharibu kazi ya shetani. Kwa shetani na Mungu wana uadui mkubwa, na wala hawatakuja kupatana milele, na alishahukumiwa milele. Hana nafasi katika ufalme wa Mungu, tena hana sehemu katika ufalme wa Mungu tengeneza uadui kule mbinguni akiwa na jina zuri anaitwa Lusuka. Mungu baada ya kuona ameleta uosama kwenye mbii akamuondoa kwenye sehemu ya Mungu akamtupa hapa duniani, na kutupwa kwenye ulemu ambao sisi tunaishi, bali maandiko yanasema alitupwa hata nchi. Neno hata nchi maana yake ni kule kuzimu, akatupa mpaka kuzimu, akapewa jina la uwazi la kuitwa shetani au ibilisi. Hilo ni jina la uasi. Kwa hiyo Mungu hajawahi kuumba shetani, Mungu aliumba Lucifer lakini baada ya uasi ndo akapewa hilo jina na kuitwa shetani. Ni kama leo binadamu anavyoitwa jambazi, binadamu anavyoitwa kibaka, lakini Mungu akuumba kibaka, akuumba majambazi. Kwa hiyo uasi ndiyo kampa neno shetani. Sasa neno shetani maana yake ni adui. Adui wa nani? sehemu adui wa Mungu na adui wa mwanadamu. Sasa wadui wa mwanadamu wa na shetani haukuanzia mbinguni, ulianzia duniani, ila wadui wa Mungu na shetani ulianzia kulekule mbinguni. Kwa hiyo sisi wanadamu tumepata wadui kwa shetani hapa duniani, wakati shetani na mwasi Mungu mbinguni, sisi hakuwa na wadui na sisi, alikuwa na wadui na Mungu, lakini wadui itakuonyesha watu ulianza kuzaliwa kati ya yeye na madamu, vita ya mtu na shetani, Mwanzo sura ile ya tatu, ndio sura ya 15, na kuonyesha habari ya uadui kati ya mtu na shetani na vita yake, ndipo ipo zaliwa. Biblia Takatifu inasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Hapa ndipo uadui ulipozaliwa kati ya mtu na shetani, sio mbinguni, duniani, wakiwa kwenye be. Baada ya uasi huo aliyofanya mbinguni, alirudi duniani pia, akatengeneza tena uadui na mtu, lakini kabla ya hapo hakuwa na uadui na mtu, ila alikuwa na uadui tu na Mungu. Baada ya uasi huo na matendo ya machafu, Mungu mwenyewe anatamka, nami nitaweka uadui kati yako wewe shetani, na huyo, uzao wenu, shetani na huyo mwanadamu pia uzao wenu. Manake uzao wa shetani na uzao wa mwanadamu hawataelewana. Uzao wa mwanadamu utamponda kichwa shetani, lakini uzao wa shetani utamponda kisigino mwanadamu. Mungu alipokuwa anaongelea habari ya kuponda kichwa, manaake shetani tutamtawala lakini yeye atajaribu kututawala. Maandiko anasema utakapopakanyaga, umemiliki sasa. Kama amekuponda ame, ame kisigino, hakuna mahali popote utakapo kanyaga ukamiliki kwayo, zote zile ni tawala kwayo. Ukilala usingizi, atakutawala kwa sababu ndivyo maandiko yanavyosema, tutamponda kichwa, yeye kisigino. Kwa hiyo kuna utawala wa mamlaka kama kichwa, kuna utawala wa mamlaka kama mahali wapo kanyaga wote huo naitwa ni utawala. Kwa hiyo, uadui ulianza kuzaliwa hapa, kati ya shetani na mwanadamu. Kwa hiyo, usitengeneze uadui wa mtu na mtu, maana Mungu hakuweka uadui wa mtu na mtu. Mungu aliweka uadui wa mtu na shetani, sio wa mtu na mtu. Kwa hiyo, anachokifanya leo, anatengeneza uadui waye kujiondoa, alafu sisi ndo tutengeneze uadui. Kwa hiyo nakuta anadili na mtu mwenzake, anaacha kudili na adui, anaanza kudili na mtu, na hapo ndipo tunapopondwa misigino kiwepesi, kwa sababu tunadili na watu, tunadili sisi kwa sisi, tunaumizana sisi kwa sisi. Vita ya mtu na shetani, somo letu, kuharibu kazi za shetani. Hilo ndio somo letu leo. Kwa hiyo vita ilianzia hapa vita ilianzia kwenye Eden. Wewe usao wako utamponda kichwa shetani. Biblia inasema walitupwa wakiwa theruthi, walitupwa wakiwa theruthi, lakini maandiko yanasema usao wako wewe nyoka utamponda kisigino, usao wa mwanadamu. Kama sisi tunavyozaliana ndivyo hata mapepo hayo majini, wanaovuka majini, wanajua watu wa kikombe wanajua kabisa kwamba majini yanazaliana. Kwa hiyo akiweka majini kwenye nyumba yake, anaweka jini jike na anaweka jini dume ili yazaliana, yanazaliana, na ndo maana yanakuwa mengi, yana uwezo kukaa kwa mtu hata zaidi ya majini elfu mbili ambayo ndio mapepo. Ndo maana ya uzao. Sasa nataka nikufungue, ili mlielewe hii vipa namna ilivyokuwa nzito kati yetu sisi wenayo iwa imeokoka ujaokoka elewa, ni vita na shetani na hii vita ni kuniponda, kunipiga, kunivua mamlaka nisitawale kwenye dunia, usitawale uhai, afya, familia, uchumi, usitawale. Hii vita ambayo ilianzia wakati huo wanadamu wajua wauvi, kabla hao wanadamu bado wajazaliana, hii vita ilianza kwenye kulikania kwa shetani alianza vita hii ya kupambana na watu tangu nzizo, na kwa sababu bado yuko hai, hii vita inaendelea. Hatujui wewe uko hapa, mambo mangapi shetani anayaharibu kwenye maisha yako. Hatujui, hatujui wewe uko hapa, mambo mangapi leo shetani anaendelea kuyaua, yasiendelee kuishi, kwa sababu hii vita inaendelea. Unaweza wewe uliye kwenye ulingo ukasinzia lakini sio shetani. Shetani ni roho isiyosinzia isiyolala. Wanaweza wakalala wachawi, lakini shetani asilale, kwa sababu shetani ndiye mkuu, ndiye aliyesimama, ndiye anayepeperusha bendera ya kuzimu. Saa zote iko nake, anamwenda nani, anakuinda wewe. Kwa hiyo kuna vita kubwa kati yetu sisi Nataka leo Mungu akupe kitu cha kuelewa. tunoo sura ile ya kumi na mbili na ule mstari wa kumi na mbili Biblia inasema kwa hiyo shangilieni, enyi mbingu, nanyi mkaao huko, wale wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu, mwenye gaza mwingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache. Shetani anajua, lakini uandike kwetu kwamba shetani ni adui anayenionea hasira kwa ameshuka kwetu, akiwa anaganda unyingu. Shetani akajikuta ametengeneza wadui sehemu ngapi? Mbili, kwa Mungu na kwa mwanadamu. Nini afanya hapa ni kuchochea hasira, anajua kwa Mungu awezi wa kupanda maana alishatupwa bana. Maandiko yanasema mna heri mlioko mbinguni shangilieni, lakini ole wa mbingu na bahari, wa nchi na bahari, maana hapa ni sisi sisi ndio tunaowinda. Kwa hiyo shetani mbinguni hawezi kwenda tena, hawezi akapata kinamsha hawezi akapata kina Henoko kina Elia waliyopaa kule, hawezi kina henoko, kina kwenda, mlango ulishafungwa mbinguni, lakini duniani mlango uko wazi. Kwa nachokifanya leo, ana hasira na kuleta mabaya juu ya maisha yetu, ambao mabaya hayo tunataka nataka leo tukayashughulikie, nataka leo tukayapige. Ana hasira na wewe muulize jamii yako, wewe una hasira na shetani. bila hivyo ata ana hasira na afya unayonayo, hatamani kukuona furahi, hatamani kukuona unacheka, kwenye ndoa hatamani kuona unafanikiwa, kwenye kazi, kwenye biashara, ana ana hasira na maana, waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya tano na ule mstari wa nane amai shunukazunguka akitafuta mtu ameze. Mwambie shetani anakuinda, akumeze mwana kumi kumi. Mwizi haji isipokuwa aibe, kuchinja na kuharibu wako hiki kinyume ibilisi ni cha namna gani? Huyu shetani ni wa namna gani? Kwa nini shetani? Kwa nini yuko? Kwa nini anatuwinda? Kwa nia yake ni nini? Lazima uelewe hilo. Kwa sababu ya hasira, na ndio maana anatuharibu kwa sababu ya hasira, ndio maana anatuchinja kwa sababu ya hasira, ndio maana anatuua, ili hasira inayosababisha nayosababisha wewe uunganishwe na shetani asira aliyonayo ndiyo inayosababisha wa usiishi usiwe man, usiwele, asila, na amani usiendelee kwa sababu ya ile asira aliyonayo. Wewe unamtafuta shetani ili umpembeleze, unamtafuta shetani ili umpetipeti au unamtafuta shetani ili umwangamize. Nimi unatafuta kwa shetani maana yeye anatafuta kumezi, unataka unatafutali e shetani nani na yako asije shetani ako atakushinda. Maana hatukosi kuzijua fikira zake. Usipoelewa mipango ya shetani anayepanga juu ya maisha yako, utashindwa, atakushinda kawa wako kuliko msiale usingizi msiende tumwili mwelewe, shetani anakuwazia nini? Lazima ujue kwamba shetani anawaza nini juu ya maisha yako. Kukisha jua shetani anatuazia mabaya, anza kumshughulikia, maana hana jema na wewe.